Uthman kwa mahali yake mliokubaliana ambayo imeilika yote kusema salam mkubali usiku ya leo. Mwanamuziki Diamond Platinum ameandika ujumbe huu kwamba, miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza ni ukomavu wa kukaa kimya. Ukomavu huu unataka uvumilivu wa hali ya juu taka uwe na moyo wa subla na hasa kukaza roho pindi mtu au watu wanapokuwa wanapokupakazia ubaya fulani kwenye jambo, alafu wewe una ukweli wake, lakini unatakiwa ukae tu kimya, usijibu ili hali ukweli unao. Ndani kwa kweli, si jambo jepesi, linataka ustahimilivu wa hali ya juu sana. Na siwezi sema eti na uwezo sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia hekima hiyo kwa kiwango chake. Na nimekuwa nikiishi hivyo kwa muda mrefu, kukaa kimya pindi yoyote akijaribu kusema lolote dhidi yangu, na ndio maana hata interview nimekuwa naepuka kufanya siku hizi, japo si jambo jepesi, lakini faida yake nimeiona na ni kubwa, maana vita vyako inakuwa unapambaniwa na Mwenyezi Mungu na inakufanya uwe mshindi kila siku. Anyways, najua kila mmoja wenu ana picha tofauti kabisa kuhusu Diamond na kuoa, ila tu nataka leo niwaambie kuwa huyu Diamond Platinum alishawahi kuoa na kuna siku nitawaambia ikawaje. Hayo ni maneno ya Diamond, na ambaye amekuwa akihusishwa zaidi kwa ukaribu na msanii wake Zuchu kwamba ndiye mwanamke ambaye inaonekana kwamba anataka kumwoa, lakini hii anadhihirisha kwamba alishawahi kuoa. Je, ni Zuchu ambaye aliwahi kumwoa? Japokuwa picha hizi ukizitizama hazionyeshi vizuri, lakini amethibitisha kwamba tukio la kuoa tayari alikwisha lifanya, kama hivyo ambavyo tunaona taratibu zikifanyika.